Kuto kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutofuka hapa kwetu, hapana. E, bwana <coughs> <coughs> <coughs> e, ni kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuwajibu wapinzani na wanaharakati mbalimbali wa dunia ambao wanamzungumzia yeye kama vile ambavyo ni mtu ambaye uh, sio mfuata demokrasia. Rais Samia amesema kwamba yeye anawasikia na clip zao wanaziona na, kripsao, anaziona, na amewaahidi WaTanzania na kuwasihi kwamba atasimamia kuilinda teknolojia hiyo endapo wataweza kutengeneza wa video za kuwachafua, basi wawe mstari wa mbele watu wenye mamlaka kuweza e, kuwaelekeza Watanzania, na kama zinawahusu basi e, wataenda kuzifanyia kazi. Rais ameyasema hayo wakati wa uzinduzi wa toleo jipya uh, leo jijini Dar es Salaam, yani tukimaanisha Mei kumi na tisa jijini Dar es Salaam wakati uh, Rais Samia Suluhu Hassan e, akifanya uzinduzi wa